Ni saa nne na dakika ishirini na mbili ya tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi elfu mbili ishirini na tano kubwa zaidi tuko katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, sehemu ambapo klabu ya Young Africans inakwenda kutupa karata yake ya pili eh, baada ya kupoteza mchezo wa awali wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers kule Malawi. Na hapa hii leo ndio gemu inaenda kuchezwa, gemu ambayo inaenda kutoa maamuzi endapo, eh, Young Africans akishinda kwa mabao zaidi ya mawili na kuca kuruhusu bao lolote, anaweza kutinga hatua ya makundi ya mashindano haya ya ligi ya mabing kubwa zaidi ni namna ambavyo mashabiki ambao wamejitokeza, tulisikia Ali Kamwe akisema kwamba mchezo huu utakuwa ni bure kwa maeneo uh, yaliyotajwa lakini pia uh, eneo la VIP A pamoja na VIP B likiwa ni kwa ajili ya watu maalum na wageni waalikwa, lakini kama unavyoona mashabiki wameanza kuingia kwenye uwanja huu wa Benjamin William Mkapa kubwa zaidi ni kwenda kuandika historia na klabu yao ya kutinga hatua ya makundi ikiwa tayari wanaenda kuanza mchezo huu wakiwa nyuma ya bao moja kwa sifuri. Jana tulishuhudia Azam FC wao wakiingia kwenye hatua ya makundi kwa idadi kubwa ya mabao wakifunga KMKM KM 7 kwa sifuri na kuwa na jumla ya mabao tisa kwa sifuri. Mpaka sasa Uh, Azam FC ndio walioweza kufuzu hatua ya makundi kwa klabu zinazoshiriki uh, ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Hii leo Young Africans inakwenda kuwaje? Dakika tisini ndani ya Benjamin William Mkapa zitakwenda kuzungumza, lakini pia hii leo Singida Black Stars na wao watakuwa uwanjani kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi dhidi ya Flambu wakiwa uh, na sare ya bao moja kwa moja mchezo wa kwanza. Mchezo wa pili hii leo unakwenda kuwaje? Lakini leo tunakupa Updates kutoka uh, uwanja huu wa Benjamin William Mkapa na kubwa zaidi ni mchezo wa Young Africans dhidi ya Silver Strikers. Tazama uone mashabiki wanavyoingia kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kushuhudia timu yao ikienda kufanya mauaji. Wanasema kwa Mkapa hatoki mtu. Vipi hii leo, Silver Strikers wakiwa mbele ya bao moja kwa sifuri wanakwenda kutoka au Young Africans inakwenda kung'ara na kupata ushindi dhidi ya Silver Strikers na kufuzu hatua ya makundi? Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Mimi ni Diana Songa, nyuma ya kamera ni Hatibu Mgeje. Tutaendelea kukupa update ya kile kinachoendelea kwenye uwanja huu wa Benjamin William Mkapa.